Mheshimiwa Spika, kwanza nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Pila, pia namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha sasa ni miaka mitano ndani ya bunge hili na nikiwa na afya nzuri. Hmm, na vile vile nitoe pongezi kwa wananchi wangu wa Jimbo la Mufindi Kusini kwa kuonyesha ushirikiano wao mzuri na mimi mbunge wao kwa kufanya kazi nzuri za kimaendeleo ndani ya jimbo letu. <coughs> La tatu nitoe pongezi kwa mawaziri wote kwa kazi nzuri walioifanya kwa ajili ya kuendesha nchi yetu hii na kuleta hii miswada mi, muhimu mitatu ambayo inahusiana na mafuta na gesi. Mheshimiwa Spika, napenda nianze kwa kusema kwamba nchi yoyote duniani ukiona imeendelea lazima iwe na miradi hii mikubwa ambayo sasa hivi Tanzania tunaenda kuipata nchi yoyote duniani ikiwa na mafuta, ikiwa na gesi lazima itafanya maendeleo makubwa sana ndani ya nchi hiyo. Na sasa hivi Tanzania tumeanza kuchukua hatua ambayo ni hatua nzuri kiuchumi, na hii miradi ndiyo itatakayo tutoa hapa tulipo. Tanzania tunakabiliwa na matatizo mengi ambao sasa hivi katika mikakati ya kitaifa tumeshaweka kwamba tunaweza tukatatua na tukaingia katika maisha yale mazuri. Mheshimiwa Spika, nataka niseme kwamba mafuta na gesi ndiyo chanzo kikuu cha pato kubwa la taifa ambalo litaondoa umaskini ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nataka niipongeze serikali kwa mswada, nimepitia sana mswada wa eh, mapato na matumizi ambayo inatokana na mafuta na gesi, na serikali imeandika kabisa, kuna statement moja ambayo nimeipenda sana kwamba itasimamia serikali itasimamia na kuhakikisha mgawanyo wa gesi eh, asilia na mafuta unaenda kama sheria inavyosema. Hiyo nimeipenda sana kwamba serikali itasimamia, na serikali ikisimamia vizuri eh, kusiwepo na mianya ya kuchakachua na imani kabisa nchi hii tutafika mahali pazuri sana, lakini ambacho me, naipongeza vile vile vizuri serikali kwamba imelenga kwamba mafuta na gesi watakaonufaika ni Watanzania wote. Hii ni swala la msingi sana, yaani Watanzania lazima wanufaike na mafuta, mafuta na gesi. Hii serikali kama itajikita na ikahakikisha kwamba wananchi ambao wana kipato kidogo cha chini maisha ya chini na Tanzania ina focus wananchi wana, serikali ina focus kwamba mafuta na gesi sasa ndio muda wake wa kuwainua wa Tanzania hii itakuwa swala la msingi sana. Lakini nataka niseme hivi, kwenye sheria tumesisitiza sana makusanyo, kwamba tunakusanya yalo mapato na tumesema kutakuwa kuna akaunti ya pekee na, na na naungana na, na mkono kabisa hapo kwamba lazima kuwepo na akaunti yake. Halafu tumesema kutakuwa na mfuko maalum hiyo ni sahihi kabisa, lakini kwenye matumizi, maana issue issue kubwa, mheshimiwa spika, makusanyo ni rahisi. Sana kukusanya ni kitu rahisi, ambacho kinakuwa kina mgogoro sana, mgogoro mkubwa oh, unakuja kwenye, maku, kwenye matumizi. Mheshimiwa spika, naomba serikali hapo yang, iwe makini sana katika sheria kwamba kwenye matumizi ya fedha hii ambayo itatokana na mafuta na gesi lazima yalenge mahitaji ya, ya, ya, ya wananchi. Kwa mfano sasa hivi tunashindwa kufanya mambo mengi sana katika afya, mambo mengi sana katika afya na tunashindwa kufanya mambo mengi katika afya kwa sababu tunasema kwamba pato la taifa ni pato dogo, yani ni kiasi kidogo sana. Lakini kama tutakuwa sasa hivi tutakuwa na mafuta na gesi, tunategemea pato la taifa litapanda. Kwa hiyo sisi Watanzania wa kawaida tunategemea kwamba hatutasikia tena kwamba hospitali hospitali zetu hazina madawa wakati fedha tunayo. Hatutategemea kusikia kitu kama hichi. Hatutegemei tusikie kwamba kuna watu wanalala chini, hospitali hazina vitanda. Hatutegemei kusikia kwamba kuna u, u, u, kuna upungufu wa hospitali katika mikoa, katika wilaya, hata katika majimbo. Tunajua kabisa sasa hivi hata majimbo yatajengewa hospitali, kwa sababu katika sera ya afya inasema kwamba hospitali itajengwa kila itajengwa kila wilaya. Lakini kwa sasa hivi tutakuwa na pato kubwa, nategemea kwamba sasa hata katika majimbo yetu tutaweza kujenga hospitali. Sitegemei kwamba katika ile sera inayosema kwamba barabara za lami zitajengwa mkoa hadi mkoa, wilaya hadi wilaya, hiyo e, yes, sitegemei mimi. Nategemea kwamba barabara za lami sasa zitajengwa kuunganisha vijiji hadi vijiji, kwa sababu hii ni fedha nyingi sana. Wenzetu Ulaya tumeiona. Sitegemei tena kusikia kwamba Dar es Salaam kuna foleni kubwa mimi nategemea sasa hivi barabara za Dar es Salaam zitaboreshwa vizuri sana Sitegemei kusikia kwamba vijiji vitakuwa havina maji, ila sitegemei, kwa sababu tutakuwa na pato kubwa. Tunajua matumizi ya fedha hii lazima italenga mahitaji muhimu ya binadamu, na tukisema Mheshimiwa Spika, mahitaji muhimu ya binadamu lazima tutatue tatizo la maji, na sasa hivi tutakuwa mambo ya kusema kasungula kadogo nini itakuwa haipo, kwa sababu sasa hivi tutakuwa na pato kubwa sana. E, tutakuwa na pato kubwa sana lazima tuseme, matangi ya maji yamejengwa, miundo mbinu ya, ya maji imekaa vizuri. Sitegemei sasa kusikia kwamba wananchi sijui kijiji fulani kinakuwa hakina, hakina, hakina nishati mbadala ya, ya, ya kupikia. Kwa mfano sasa hivi tunasema watu wasiokote kuni, e, tunajua sasa hivi hata vijijini wata, wata, watatumia gesi kama umeme. Tunaweza kutawanya kila kijiji, kwa nini gesi tusitawanye kila kijiji? Ile nategemea kwamba gesi tatawanya kila kijiji alafu vilevile anategemea kwamba sasa hivi hata mafunzo vijijini matumizi ya gesi yaanze kutolewa. Mheshimiwa Spika, na hili ni msuala msingi sana. Kuna watu wengine wanasikia gesi gesi lakini hawaelewi eh. Mambo haya yanaongelewa kwenye miji mikubwa tu, lakini vijijini elimu bado haijafika haja, kule. Mheshimiwa Spika, na kama ni manufaa ya watanzania wote, kwa nini sasa hivi tusianze kuwafundisha wananchi matumizi ya gesi vizuri? Ni wakati mwafaka. Siyo, ni wakati mwafaka. Nimeifurahia ni, ni ni sana serikali kwamba sasa hivi kutakuwa kuna chombo maalum kinachoshughulikia masuala ya gesi. Hilo ni sawa kabisa, lakini lazima tutoe mafunzo kwa watanzania wote, hasa vijijini. Na mi nategemea mboi kwangu jimbo la Mfindi Kusini, na sasa hizi tuko, tuko standby kutumia gesi hii. Hatutegemei sasa masuala ya kuni sasa hivi masuala. Nakushukuru na mheshimiwa waziri wa, wa nishati kwamba umeme sasa hivi kule umepeleka na juzi ulikuwa pale Mpanga pale, wanakusalimia sana kwa kazi uliyoifanya vizuri. Uh, ulifanya vizuri sana na watu wa mbalamaziwa mpaka kule, uh, Malangali wanakusalimia na uh, wanasema kwamba wanategemea mwaka huu utawashia umeme. Lakini maendeleo ya taifa hili inatokana na miradi mikubwa kama hii, umeme, mambo ya gesi, mambo ya mafuta. Na sasa hivi tunasema uchumi ili uendelee lazima bei ya mafuta iwe chini. Juzi hapa bei ya mafuta imekuwa juu, imekuwa shida sana, lakini mafuta tukizalisha sisi wenyewe tunategemea kwamba sasa mafuta yatauzwa kwa bei ya chini ambayo kila mwana, mwa, kila mwananchi mwenye gari anaweza kanunua na matumizi mengine vilevile. Mheshimiwa spika, ajira kwa vijana, tunasema viwanda vingi vimekufa. Najua kabisa tukiwa na gesi, tukiwa na mafuta, viwanda vitafufuliwa. Na ukisema utafufua viwanda, utafufuaje kama huna gesi na mafuta? Ukiwa na gesi na mafuta, tunategemea kwamba sasa viwanda vitafufuliwa na ajira kwa vijana itapatikana. Na hili lazima o makini sana Najua kabisa Tanzania hii baada ya miaka mitano inayokuja tutakuwa matajiri kama nchi nyingine. Na ninategemea kwamba na rais huyu anayekuja atasimamia vizuri hii miradi mikubwa. Na itakuwa ni kazi nzuri sana na vilevile atakuwa vile, na bahati kwa sababu atakuwa amepata neema ya kupata <laughs> vyanzo vikubwa vya mapato. Mheshimiwa Spika, nategemea kwamba hata bajeti ya miaka inayokuja tutakayojadili sasa hivi tutakuwa tuongelee trilioni ishirini na mbili. Tutakuwa tunaongelea trilioni arobaini. Hiyo tukiongelea 40 tutaweza kutengeneza miundombinu yetu imekaa vizuri. Tukitengeneza miundombinu ikakaa vizuri, nchi hii itakuwa imepanda juu kimaisha. Na tunaposema kwamba maisha bora kwa kila Mtanzania, tunalenga mahitaji muhimu ya binadamu. Na mahitaji muhimu ya binadamu ni ipi? Kwanza kabisa, lazima binadamu awe na uhakika wa kula eh? Na tukisema awe na uhakika wa kula, mba, wa kula tuna maana kwamba ana hakika ya kupata maji safi na salama Eh? Tunategemea binadamu huyu awe na nyumba bora, na tukisema nyumba bora, maana yake ni nyumba yenye umeme na mahitaji muhimu, inakuwa na umeme, inakuwa na maji, inakuwa na mafuta, inakuwa na kila kitu. Kwa hiyo katika pato kubwa la kitaifa, tukiwa na pato kubwa la kitaifa, matatizo madogo madogo haya hayatakuwepo. Mtegemea Mheshimiwa Spika, na sasa hivi kwenye mahospitali hasa kwenye zahanati na vituo vya afya kuna upungufu wa, wa watumishi kuna upungufu wa, wa, wa madawa na tuki, tukiuliza serikali wanasema kufuatana na, na pato dogo la taifa, huu mgawanyo mdogo ndio maana tunakuwa na upungufu wa ajira katika mahospitali yetu. Lakini sasa hivi tukiwa tumesha kuwa na pato kubwa la kitaifa, nategemea kwamba haya masuala madogo ya ajira ya watumishi inakuwa ni swala ni swala ambalo linaweza likatatulika, na sasa hivi ukiangalia kwamba hata kwenye sekta ya walimu sekta ya elimu wanasema malipo yale bado hawajalipwa, kuna malimbikizo mengi sana hawajalipwa, na hii inatokana kwa sababu pato la taifa ni dogo. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja miswada yote mitatu. Asante.